Somo la leo tunapata katika kitabu cha Luka mlango wa tano mstari wa kwanza na kuendelea. Neno la Mungu linasema ikawa, makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka, wanaosha nyavu zao akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simon, akataka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano alichomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simon, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simon akajibu akamwambia Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu. Kichwa cha somo ni Mungu ubariki nyumba zetu. Mungu ubariki nyumba zetu ni mwanzo mzuri sana wa kuomba uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zibariki nyumba zetu. Chini ya kichwa hicho cha somo, basi tutaenda kwenye chini ya Mungu ibariki nyumba zetu maana yake kichwa hicho kinatuonyesha ya kwamba ni mpango, ni mapenzi ya Mungu tufanikiwe, ni mpango, ni mapenzi ya Mungu nyumba zetu zibarikiwe. Na hivyo basi katika harakati za Mungu kutubariki, kuna shambulio la maono litokanalo na mazingira. Kwa nini hatubarikiwi? Kwa sababu wakati mwingine, on the way Mungu akiwa anaachilia baraka zake hizi tubarikiwe maono au hatima au zile ndoto alizoziandaa kwetu zinashambuliwa njiani. Tutaenda kumwomba Mungu ya kwamba kila ndoto ambayo mtu aliekewa au Mungu alimpa mtu aiishi iliyoshambuliwa njiani, kila shambulio linyamazishwe kwa jina la Yesu. Ndoto ninayoiongelea ni ndoto ambayo tunasema ni maono alionayo mtu kwa ajili ya kuendea hatima au kufikia lengo fulani, haleluya, au tunaweza tukasema it is true image of the future, ni picha kalisi ya mtu anayeweza akawa anaiona kwa ajili ya baadaye. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu, hakuna mtu aliyeletwa na Mungu kwa bahati mbaya, na ndio maana kisoma katika kitabu cha Yeremia moja kuanzia mstari wa tatu anasema kabla sijakuumba na alikujua ukiwa tumboni mwa mama yako, na alikutakasa, nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Yani kabla hajamuumba amemweka awe mtu fulani, nabii wa mataifa, nawe utakwenda nitakapokupeleka. Manake Mungu ajatuumba tuje tu tukutane na shida wakati wa kusoma, tukutane na shida kwenye familia zetu, tukutane na shida labda kwenye ndoa, tukutane na shida kwenye kazi, tugombane, tuishie, tuchukiane, halafu tufe. Sio mpango wa Mungu, kwa jina la Yesu nasema sio mpango wa Mungu, kwa jina la Yesu. Anasema mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote, kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ni mapenzi ya Mungu kukufanikisha katika mambo yote, maana yake Mungu anza kukufanikisha kuanzia rohoni. Shetani hana shida na mtu anayeomba, hana shida na mtu anayefunga, hana shida na mtu anayeikuja ibadani kila siku. Ana shida na mtu ambaye anaifanya ibada na inazaa matokeo, ana shida na mtu ambaye anafunga na inazaa matokeo. Shetani ana shida na wewe? hata ukipigika miaka yote lakini kwenye akili yako huoni fursa, hana shida na wewe. Ana shida na mtu ambaye akiomba madhabahuni anachukua hatua. Alikuwa hajajenga anatafuta kiwanja, alikuwa hana nyumba anatafuta nyumba. Ana shida na mtu ambaye baada ya maombi anayaweka maombi kwenye matendo, na ndicho shetani anachokichukia. Kwa nini? assignment ya kwanza ya Mungu kwetu ya kumuumba mwanadamu ni kuzaa na kuongezeka na kustawi na kutiisha na kutawala. Alimwambiaje? na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, si ndio? Eh, akawabarikia. Mwanzo moja ishirini na nane akawabarikia, akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe ukamiliki ukatawale ukaenee ukastawi. Hiyo ndiyo assignment ya Mungu alipomuumba Adamu. Alichotaka ni maongezeko ni ustawi. Unapokuja ibadani, Mungu anachotaka kwako ni ukapandwe katika nyumba ya Bwana na ukastawi kwa jina la Yesu na ukaongezeke kwa jina la Yesu na ukaenee kwa jina la Yesu na ukawe mkuu kwa jina la Yesu. Kama Mungu anachotaka alipomweka mwanadamu akawabarikia akawambia, zaeni mka zaeni. Sio kuzaa tu watoto, pamoja na kuzaa watoto ni kuzaa uchumi mzuri, hayo makampuni, hayo maofisi. Mkafuge mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, maana yake kuimiliki. Yani, kuna wengine ambao wana vitu lakini sio wamiliki wa hivyo vitu kuna wengine ambao ni kweli kabisa, ana magari lakini amemfanya amekuwa mtumwa wa hayo magari. Ana majumba lakini hana amani katika ile nyumba, na ndio maana Mungu anachotaka, unapoyajenga hayo magorofa au hayo manyumba, basi uwe mmiliki, yaani yakupe amani yakupe tumaini, ukae na uenee. Lakini on the way, wakati sasa Mungu anaenda kuzaa, anataka uzae na uongezeke na ustawi, anahitaji ya kwamba utengeneze misuli yako ya imani. Kuna mambo mengine ambayo Mungu hawezi kutuamini kutupa mpaka ndani yetu mtu wa ndani, mtu wa ndani atengenezwe. Yesu akapita katika ziwa Genezareti tulivyosoma kitabu cha Luka tano, akawakuta wavuvi mmojawapo anaitwa Simon. Amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha asipate kitu. Ame, ametoi ameangaika usiku kucha inawezekana, ni kuanzia saa moja mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Lakini tunachoona kwenye bibilia, Yesu akapita, yuko na makutano, makutano yalikuwa yanamsonga Yesu ili waweze kumsikiliza. Walipokuwa wakipita, wakapita mpaka eneo linaloitwa ziwa la Genezareti, ambao katika hilo ziwa yuko mtu amekesha akitafuta samaki ajapata kitu, akaamua kuosha nyavu zake, akaamua kuweka chombo chake pembeni, akaanza kuosha nyavu zake, akasema hapa ni nimechoka hapa sipati chochote. Wacha ni niweke nyavu zangu pembeni, akaosha akaweka pembeni. Yesu alipopita akamwona, akajua wazi amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini akamwambia sio tu nilete samaki hapa. Kuna wakati ambao Yesu akipita kwenye maisha yetu haleti majibu ya kile tunachokiomba at the spot, mpaka kitu kiumbike ndani yetu. Mungu akikuamini kwa mambo makubwa, Mungu akikuamini kwa mambo makubwa, lazima atengeneze imani kubwa. Na katika kila levo ambayo Mungu anakupeleka, there is a new devil. Katika kila maisha kila hatua ambayo unatakiwa kuendea, shetani mpya naye yuko pale, lakini walio na nguvu ya rohoni ni washindi kwa jina la Yesu, ni washindi kwa jina la Yesu, ni washindi kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Maana yake ni nini? Akahangaika usiku kucha asipate kitu, akaweka chombo pembeni. Alivyoweka chombo chake pembeni, Biblia inatuambia Yesu akapita, hakusema samaki tokea njoni hapa, no akusema. Na Yesu anaweza kusema haukumbuki, samaki wawili watu elfu tano, si ndio? Eh, kama samaki wawili watu elfu tano, alikosa samaki tu za kuita samaki ili zimtoshe? Petro angeweza, lakini akamwambia, peleka chombo chako mpaka pwani. Chombo kilipofika pwani, tukajua Yesu akiingia kwenye chombo atasuluhisha tatizo la samaki kama ambavyo unatamani asuluhishe kwa haraka tatizo la ada za watoto. Yesu aliposhuka kwenye chombo, baada ya kuona ameelewa vya kutosha na makutano yameelewa vya kutosha, akashuka kwenye chombo, akamwambia, hautapeleka kikawaida, pamoja na kuwa umefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, chukua chombo chako, nenda kavue tena pale pale kwenye lile ziwa, na safari hii hautavua juu juu kama wengine wanavyovua. Shusha mpaka kilindini, nenda zaidi ya kawaida, nenda zaidi ya kawaida, nenda zaidi ya mazoea, nenda zaidi ya mategemeo, nenda zaidi ya wengine, nenda zaidi ya ulivyozoea kwa jina la Yesu. Elezea wewe ungekuwa Petro, ufanye kazi ya kuchosha usiku kucha usipate kitu Ameingia mfalme amekuja Mungu, mwenye nguvu, mwenye sauti ya kusema jambo hili litokee, alafu bado umemsikiliza, umechukua muda wako, alafu bado ukategemea atasema neno moja tu ili muujiza utokee, lakini anakuambia sio neno moja. Baada ya kukufundisha, nenda mpaka zaidi ya kawaida. Kuna wakati Mungu anahitaji afundishie imani zetu kuna itikati Mungu anahitaji atumie vyombo vyetu kufundisha wengine. Na kama Mungu amekupa assignment kubwa, uwe una uhakika hata upako wako wa ndani ni mkubwa. Simaanishi upako wa nje, neema ya kwako favor, that's grace, ni kubwa. Na kama ni kubwa, huwezi ukapata vitu vingine juu juu kama wengine. Ni lazima mahali ambapo wengine hawawezi kufika, Mungu akuintroduce ufike kwanza. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wakuvusha wengine. Kwa sababu wewe ni wakubeba wengine. Ukiangalia hata kama umesaidia wengi, na wakati mwingine ulipowasaidia wao wamegeuka kuwa shida kwako, wamegeuka kuwa mwiba kwako, wamegeuka kuwa kilio chako. Usiogope, shusha mpaka kilindini. Shusha mpaka kilindini. Wewe ni mvuvi wa watu, shusha mpaka kilindini. Shusha kampuni yako mpaka kilindini. Shusha ofisi yako mpaka kilindini. Shusha ndoa yako kwa maombi mpaka kilindini. Washushe watoto wako mpaka kilindini. Nasema washushe tena mpaka kilindini kwa jina la Yesu wakati wengine wote wamepata samaki juu, wewe unaonaga wivu juu yao, wewe unaona Mungu yuko mbali na wewe, wewe unaona Mungu hakupendi. Lakini kwa kuwa umebeba vitu vikubwa, Mungu anahitaji uende zaidi ya kawaida. Mungu anahitaji uzame mpaka chini. Usiwaangalie maadui zako, usiangalie waliokuzunguka, usiangalie waliokusonga, usiangalie njia za wengine. Wakati mwingine shetani anatumia watu wa karibu wanaweza wakatumika kama mlango wa kukuzuia sio? Wakati mwingine wakati mwingi, shetani anatumia kile kilichoko karibu na wewe. Akijua unamwamini rafiki yako huyu, atamtumia huyo. Akijua unamwamini sana mtu huyu, atamtumia huyo. Lakini kwa neema ya Mungu nitatuvuka mpaka ng'ambo. Tumeona habari ya zuio la maono alilokuwa anazuiliwa nalo Yusufu. Ni mtu mkuu katika kitabu cha Mwanzo 37. Ni mtu mkuu, aliota ndoto hakujenga nyumba hakuwa amefanya kitu kingine cha maana. Kila mahali pakuu unapotakiwa kwenda, lazima uwe na nguvu ya kukusukuma Yusufu. Angebakizwa Misri, angebakizwa kule Israel kwa baba yake, asingekaa hawe waziri mkuu. Kwa hiyo ndugu zake wanaona tu wanampiga vita tu wanamsema tu wanamuuza tu wanamchukia tu, lakini kwa Mungu ile ni force forward power. Kabla shetani hajammaliza mtu ana kawaida ya kumvua nguo. Kwa hiyo usichukulie kuwa kila neno linaloongelewa juu yako, unamwambia Mungu asubuhi unapoamka na jioni, hata yale ambayo sijayasikia, inajivika nguo Shetani kabla hajajua. Kwenye hayo mahusiano, ili awamalize vizuri, atavua nguo. Huyu mke wako mbona anatujibu vibaya? Huyu mke wako mbona anajifanya? Ili familia ianze kufanyaje? kusambaratika pale kuna watu hapa wamevuliwa nguo kwa maneno mabaya, ili kuondolewa ujasiri kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye biashara. Katika ibada hii, Bwana akuvalishe nguo tena kwa jina la Yesu. Bwana akuvalishe nguo kwa jina la Yesu. Bwana akuvalishe heshima kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema e Bwana Yesu, leo ninakuomba kila kikao cha ja uharibifu kilicho ni maisha yangu nina vuruga na vuruga ajenda zao, vuruga ajenda zao, vuruga ajenda zao, vuruga ajenda, vuruga ajenda. Wanaosema hautajenga, wanaosema hautaoa, wanaosema hautakaa kwa amani, wanaotaka kukuondoa kwenye hiyo ofisi, vuruga hizo ajenda, vuruga hizo ajenda, vuruga tena, vuruga tena, vuruga tena, sioni anayevuruga, vuruga hizo ajenda, vuruga hawataongea mabaya juu ya uchumi wao, wa uchumi wako. Vuruga hizo ajenda zinazopita kwenye maduka yako, kwenye ofisi yako, kwenye kampuni yako, vuruga tena, vuruga tena, vuruga tena, vinavurugika leo kwa jina la Yesu.